Taarifa ya kusikitisha kutoka kwa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, ni kuhusiana na rais huyu kufiwa na mama yake mzazi. Taarifa hizi tumezipata mapema hii leo asubuhi, na watu mbalimbali wameonyesha kuguswa na msiba wa rais huyu wa shirikisho la soka Tanzania TFF, na miongoni mwa watu ambao wameguswa ni watu kutoka kwenye klabu ya soka Young Africans. Tunafahamu hivi karibuni, watu wa Young Africans ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa kinyume na rais huyu wa shirikisho la soka Tanzania TFF, wakidhani pengine hawatendewe haki kwa maamuzi mbalimbali ambayo anayofanya rais huyu. Aidha, pia kwa uongozi wake wamekuwa kidhani kwamba hawatendewe haki, lakini kwa hili la leo uh, watu wengi wa Young Africans wameungana naye akiwemo Haji Manara, shabiki mkubwa wa club soccn Africans, kupitia peji yake ya Instagram ameweza kuandika kiposti picha yake: pengine tunaweza kutofautiana katika mambo mengine ya msingi na mazito, lakini kwa hili la msiba wa mama mzazi, ni kupe pole sana na nikuombee subira wewe na familia yako. Binadamu tunao wajibu wa kuairisha kwa muda misuguano yetu pale mmoja wetu anapopitia magumu kama haya ya msiba. hili alina mmoja, na ndio maana pamoja na kunifungia kusiko na haki, lakini ulipofiwa na shemeji yako mwaka jana au juzi eh, nilishiriki kusindikiza mwili wa aliyekuwa mpendwa wenu again Mr. Wale Karia. Pole sana na huu msiba. Bwana ametoa Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Hivyo ndivyo Haji Manara alivyompa pole bwana Wallace Karia, na sisi HTM News tunatoa pole sana kwa raisi wa shirikisho la mpira wa Tanzania, TFF, Wallace Karia, papo wamefiwa na mama yake mzazi. Hatuna kingine bali kumpa pole na kumwombea kwa Mungu, basi aweze kumpa nguvu katika kipindi hichi kizito ambacho wanakipitia kwa sababu kufiwa na mama ni jambo gumu sana, jambo gumu mno. Mambo yako hivyo, tupe la kutazama HTM News kwa habari nyingi zaidi kutoka hapa nyumbani Tanzania, za kisiasa, za kiburudani zizozipata hapa, akishaanelea kututazama ili uendelee kuzipata taarifa hizi.